Kwa nini tufike hali hiyo, mpaka waziri huu mkuu anazungumza, anasema watu wanamezea mate rasilimali la tulizonazo? Lakini mbona Tanzania hatufanani na rasilimali hizo, mbona hatufanani nazo kama kweli tunazo rasilimali hizo anazosema? Na mimi naamini zipo, unayozungumza uranium, ehe, Liganga ma, madini ya chuma kabisa yani, ni ufahari wa hali ya juu. Mbona hatufanani nazo yani? tukiangalia Watanzania maisha yetu na hizo rasilimali, mbona tuendane mimi nilicho kigundua ni kimoja, ni ubinafsi, ubinafsi, ubinafsi wa viongozi tulio nao. Hivi viongozi tulionao leo wanaweza wakafanana na Nyerere hata kwa sekunde? Kwa hiyo tunaomba roho Mungu waingie huko aliko. Angalia, hii ilitokea Desemba 20 hapo 29, ni kwa sababu ya vijana hawajashirikishwa kwenye mchakato wa demokrasia hii. Unayo access hapo waziri, ni demokrasia kubwa Bomba. Ndicho kilichotokea tarehe 29. Haya ni maisha yetu wote, tupunguze ubinafsi.